Takriban watu 33 wamefariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mvua kubwa zilizonyesha mwishoni mwa wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, mafuriko hayo yametokea katika jiji la Kinshasa, ambapo mto Ndjili ulijaa maji na kusababisha maafa makubwa ikiwemo kuharibika kwa nyumba na barabara kuu. Waziri wa afya wa mkoa Patricien Gongo amesema idadi hiyo ya vifo ni ya awali, huku akieleza kuwa wengi walipoteza maisha kutokana na kuta za nyumba zao kuporomoka. na nukuu, madereva walikwama kwa saa nyingi, wengine wakikesha ndani ya magari kwa kukosa mahali salama pa kuegesha, amesema Gongo. Mkazi mmoja wa Kinshasa , Patricius Mikonga, aliliambia Reuters, nilikuwa njiani kurudi nyumbani kutoka uwanja wa ndege usiku, tukalazimika kulala kwenye gari kwa kuwa hakuna mahali salama. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba amesema huduma ya maji itarejea ndani ya siku chache. Hata hivyo, alitaja ujenzi wa holela kuwa moja wa sababu ya madhara makubwa, na kuonya kuhusu hatua dhidi ya wakazi wa maeneo yasiyo rasmi. Mtaalam wa hidiografia Rafael Shimanga Muamba amesema uharibifu wa mazingira umetatiza uwezo wa mto Ndjili kudhibiti mafuriko na nukuu, vipimo vya sasa havionyeshi uwezo wa awali wa mto huo kukabiliana na mvua nyingi. Mafuriko haya yanatokea wakati DRC inakabiliwa na machafuko mashariki mwa nchi hiyo, ambapo waasi wa M23 wanaendelea na mashambulizi na kusababisha vifo vya maelfu na mamilioni kukosa makazi.